Leo nataka tuongee kuhusu kitu ambacho kinaumiza vijana wengi sana, lakini watu hawapendi kukisema wazi. Kuna kijana anaweza akawa anaonekana Instagram ana furaha, ana maisha mazuri, ana marafiki, ana mapenzi, lakini ukikutana naye faraghani, ndani yake amevunjika. Anaweza akawa anacheka kwenye stori, anaandika Life is good, lakini usiku analia. Swali langu ni hili: kwa nini vijana wengi leo tunaishi maisha ya kuigiza? Kwa nini tunaonekana tunafanya vizuri mbele za watu, wakati ukweli ni tofauti? Na kama umewahi kujikuta unatamani kuonyesha watu kuwa uko sawa, wakati ndani hujisikii sawa, video hii ni yako. Kwanza kabisa, kuna kitu muhimu sana kisaikolojia kinaitwa social comparison, yaani tabia ya kujilinganisha na wengine Unapofungua Instagram, TikTok au hata WhatsApp status, unaona watu wanasafiri, wengine wamevaa vizuri, wengine wanakula kwenye restaurant, wengine wana couple goals, wengine wana magari, wengine wana maisha ya kifahari. Halafu wewe unaangalia maisha yako, unaangalia hali yako, unaangalia changamoto zako, unaanza kujiuliza mbona mimi niko nyuma? na hapa Ndipo pressure inaanza. Unajikuta unataka kuonyesha kuwa na wewe una maisha, hata kama huna. Unataka kuonyesha kuwa na wewe una maendeleo, hata kama bado una struggle, na hapo ndipo kuigiza kunaanza. Sababu nyingine kubwa sana ni kwamba vijana wengi leo wamekuwa addicted na validation. Validation ni ile hali ya kutaka kuthibitishwa na watu. Unataka likes, unataka comments, unataka views, unataka watu wakuone. Ukiposti picha, watu wakisema ya hapo fresh, umenoga, nzuri sana hii, unajisikia vizuri. Lakini ukiposti halafu, hakuna mtu anareact, unajisikia kama huna thamani. Na bila kujua unaanza kupima thamani yako kwa reaction za watu. Hapo ndipo kijana anaingia kwenye maisha ya kuigiza, kwa sababu anataka kuonekana na maisha yenye mvuto. Lakini ukweli ni huu, reaction za watu hazimaanishi una amani. Sababu nyingine ni pressure ya jamii. Watu wana maswali mengi sana, watu wanakuuliza, una kazi gani? Umeoa lini? Mbona bado hujajenga? Mbona bado hujanunua gari? Mbona bado unaishi kawaida? na kijana anapokosa majibu, anajikuta anaanza kuigiza ili kuonekana naye ana maendeleo. Wengine wanafikia hatua ya kukopa nguo ili wakapige picha, wengine wanakopa simu ili wapige selfi, wengine wanakopa pesa ili waende outing, wengine wanakopa hadi ili waweke status. Kwa nini? Kwa sababu wanataka kuonekana wanamove, lakini kiukweli wanaumia ndani. Kitu kingine kinaitwa FOMO, hii nilizungumzia kwenye video iliyopita, fear of missing out. Unaona marafiki zako wapo kwenye trip, wapo beach, wapo club, wapo kwenye date, wapo kwenye outing, unajikuta unaanza kuumia, unaanza kujisikia kama umeachwa nyuma, unaanza kuamini kuwa ili maisha yawe meaningful, yawe na maana lazima uwe unafanya kila kitu kama wengine. Hapo ndipo vijana wengi wanaanza kufanya mambo, sio kwa sababu wanahitaji, bali kwa sababu wanaogopa kuonekana wameachwa. Na hii inasababisha watu kuingia kwenye matumizi makubwa yasiyo na maana, kuingia kwenye relationship za show off, na kuingia kwenye lifestyle ambayo siyo ya kwao. Lakini sababu ya ndani zaidi na ya hatari zaidi ni kwamba wengi wanaoigiza maisha mazuri wanajaribu kufunika maumivu ya ndani. Watu wengi wanaoonekana wana furaha sana mitandaoni wanapitia depression, yani sonona, wengine wanapitia stress ya maisha, wengine wanapitia upweke, wengine wanapitia rejection, yani kukataliwa, wengine wanaumia kwenye mahusiano wengine wanapitia presha za familia, wengine wanapitia financial hardship, yani ugumu wa kiuchumi. Lakini badala ya kuonyesha ukweli, wanavaa tabasamu feki la mtandaoni, wanajifanya kila kitu kiko sawa ili wasionekane dhaifu. Na hapa nataka niseme kitu muhimu sana: kuigiza maisha hakutibu maumivu. Kuigiza maisha kunafunika tu kwa muda mfupi lakini ndani tatizo linabaki. Na mwisho wa siku maisha ya kuigiza yana gharama kubwa sana. Kwanza, yanakuletea stress ya ku maintain image, unatamani ubaki pale pale kwenye ile status. Unaanza kuishi maisha ya uongo ambayo lazima uyasimamie kila siku. Unachoka kisaikolojia, unakuwa na anxiety, unakuwa na depression, na mara nyingine unajikuta unaingia kwenye madeni au tabia hatarishi ili tu uendelee kuonekana uko sawa. Na kitu kingine cha hatari ni kwamba kuigiza maisha kuna kufanya ujichukie wewe mwenyewe, kwa sababu unajua ndani kabisa kuwa huu sio ukweli wako, lakini unaendelea kuishi uongo ili usionekane vibaya. Sasa ndugu yangu, kama umekuwa unapitia presha hii, au kama unahisi unaanza kuingia kwenye maisha ya kuigiza, nataka nikusaidie kwa njia chache rahisi sana. Kwanza kabisa jifunze kujikubali ulipo. Ukubali ulipo haimaanishi umekata tamaa, inamaanisha unaanza safari yako kwa ukweli, kwa sababu huwezi kujenga maisha ya kweli kama unaishi kwenye uongo. Pili, punguza kujilinganisha na watu. Unachokiona mitandaoni si maisha yote. Nilisema ni highlights tu. Watu hawaposti madeni yao, hawaposti depression zao, hawaposti ugomvi wao, hawaposti maumivu yao, wanaposti kile kinachoonekana kizuri. Kwa hiyo, usijipime kwa kile unachokiona mitandaoni. Tatu, jipatie muda wa kupumzika kutoka kwenye social media, hata kama ni siku moja au masaa kadhaa. Utagundua akili yako inaanza kuwa na utulivu kwa sababu Sometimes presha nyingi inatokana na kile unachokiona kila dakika. Nne, tafuta mtu wa kuzungumza naye. Inaweza kuwa rafiki wa karibu, mshauri au mwanasaikolojia, kwa sababu ukibeba presha peke yako utaanza kutafuta njia za kuifunika, na moja ya njia rahisi ni kuigiza maisha. Tano, jiwekee malengo yako halisi, usiishi kwa ratiba ya watu. Kila mtu ana safari yake. Mafanikio ya mtu mwingine haimaanishi wewe umechelewa. Wewe unaweza kuwa umeandaliwa kwa kitu kikubwa zaidi. Na mwisho kabisa, kumbuka hili: thamani yako haipimwi na gari, thamani yako haipimwi na followers, thamani yako haipimwi na relationship status yako, thamani yako haipimwi na brandi ya nguo unayovaa. Thamani yako ipo ndani yako, na ni bora kuishi maisha ya ukweli na amani kuliko kuishi maisha ya kuigiza na stress. Kama video hii imekugusa, naomba ulike, usubscribe na ucomment hapo chini: ni eneo gani social media imewahi kukupresha kuigiza maisha? Asante na, na tukutane kwenye video inayofuata.